safari zao. Kuna watu wameanza mambo vizuri. Ulianza ndoa vizuri, ulianza kufunga vizuri, kuna namna fulani ulianza vitu vizuri kwa nguvu na kwa ushujaa, lakini kadri siku zilivyoenda ndivyo ulivyoendelea kushuka. Ulianza biashara ukiwa na mtaji mkubwa, ulianza ukiwa vizuri, lakini badala uongezeke unazidi kushuka. Nashughulikia roho ya kichawi, nashughulikia roho ya mizimu isiyotaka ufike mbeleni. Na kuna mtu mmoja atapokea leo roho ya kuishia njiani, haitakuwa juu yako tena. Nataka nitamke unafanya kazi mahali fulani, kitafika kwenye hatima huko. Kwenye ndoa mahali fulani itafika kwenye hatima. Mahusiano yako na uyo mtu yatafika kwenye hatima. Roho ya kushia njiani ninakataa kwa jina la Yesu, kiaapigekee nakataa kwa jina la Yesu. Wengine mlianzisha <tiple> nyumba badala nyumba imalizike, inaishia njiani. Wengine mlianza kufuga badala uone matokeo ya kufuga, inaishia njiani. Wengine mlianzisha biashara fulani Kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi moja, nami ni amini ndilo hili. Yeye aliyeanzisha kazi njema ataimaliza kusudi la Mungu. Mungu akianzisha jambo au ukianza jambo la Mungu ufikishe mahali pazuri. Sema leo nataka kufika mahali pazuri. Sema basi kusema unataka kufika mahali pazuri. Mguse lazimame sitaki kuarikuishia njia. Nikibeba watoto wasiishie njia. Wakianza wasiishie njiani. Akianza la kwanza ashike namba moja mpaka chuo kikuu asiishie njiani, asibebe mimba, asiadhibiwe njiani. Vijana wangu wasio rahisi, kakaangu sio mizi, wafikishe hatima ya familia. Kuna watu kama saba Wafalme wa kwanza kumi na tisa mstari wa kumi hadi kumi na wa kwanza hadi kumi hau Elia aliua madhabahu ya Baali. Hebu tusome la andiko Kitabu cha Wafalme Kitabu cha Wafalme, ili kwamba tuende na andiko pia. Tunapoenda kumtandika liuwa msalaba, ajue kwamba tunamsomea na tuna andiko. Sema, amen. Kitoo cha Falmo wa kwanza modo wa kwanza sema hivi basi, Hau akamwambia Yezebel habari ya mambo aliyofanya Eliya na jinsi alivyouwa mwanabii wote kwa upanda. Ndipo Yezebel akampelekea ile ujumbe kusema, miungu wanifanyie hivi na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho, panapo wakati kama huu, roho ya mojawapo ya hawa hawa naye alipoona haya aliondoka, akaenda akahifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Hapo anampelekea Yezebeli taarifa kuwa hata kuwa, huna taarifa Elia ameua au amevucha madhabahu zetu? Yezebeli anampelekea Elia uchumbe kusema miungu, miungu anayeenda kuapa, anaenda kuapa kwenye madhabahu. Elia alipoua madhabahu ya, ya Ahabu ya Mabaali kwa kuwachinja alipowateketeza, taarifa ikafika kwa mwanamke moja anaitwa Yezebe. Yezebe ni mwanamke moja ambaye alikuwa na roho ya kichawi, alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na ukatili kipindi kile sa. So, tunaposema Yezebe hii roho haijafa, ni historia, lakini roho ipo na inafanya kazi. Angalia alipoletewa ali ali ali taarifa ali, kama tuseme, ni kama tu mtu aseme yani, huna amemaliza wachawi kwenye anga, amemaliza wachawi kwenye familia, ameteketeza maajeti. Alafu angalia, Yezebel anainuka, anaapa, anasema, anakuambia Elia na kuambia Priska, kama ulivyoteketeza madhabahu ya wachawi kwenye familia, na kuambia kesho, panapo majira kama haya, nitakushughulikia na wewe kama ulivyoshughulikia wale. Nataka niseme, kuna watu leo mtaangamiza madhabahu za Yezebel na Baali, mtaangamiza madhabahu za kuishia njiani, mtaka mazagu hizo, so, na wakiinuka tena, Bwana natuma nikupe nguvu, usikimbie tena. Haijalishi watakushambulia, hautakimbia. Kuna pawa inashuka hapa, utaficha zao na ushindi utakakiapia. Bado sema basi, amina, yeah. kuna kitu kinakuja chuo yako, alafu anaapa wapi? Anaapa kwenye madhabahu. Nataka leo mwanangu ni kwambie hapa, kwenye madhabahu mwambie ni wako, na hapa kwenye madhabahu, hapa kwa waganda, hapa kwa miungu yako, hapa kwenye madhabahu yako, nitaapa kwenye madhabahu ya Alfa na Omega ya kwamba anayepanga kujiua

Alianza kwa nguvu ila alij alijiombea afe. Kuna wamama wameshielia Mabasi yamina. Amen, mwanzako nakataa kuishia njiani, usebasimambe. Kiafya naenda, naenda. Kiujenzi naenda. Naenda kwa watoto, kwa watoto. Naenda. Naenda kwa kazi, kwa kazi. Naenda. naenda ramani, naenda, naenda. naenda. Yeah. <laughs> maneno ya takwazi

Dada, roho hii inawakatisha ina, ina, ina, ina tamaa, hawatamani tena inawarudisha nyuma, hawatamani tena dunia tena. Hii ni madhabahu, msalimu wa tano. Malaika anamgusa anamwambia, Eliya, inuka. Akainuka, akala, akaona mkate na maji. Mkate neno la Mungu, maji ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu akamwambia, Mungu akamwambia Eliya, watu wengi, watu, songa mbele bado safari ni ndefu. Nataka nikwambie, haijalishi kuna vitu vinakukatisha tamaa, bado safari inaendelea. Haijalishi kuna vitu vinainamisha nafsi yako, bado safari inaendelea. Elia akafika mahali akasema, bora kufa kuliko kuishi. Mimi sio mama kama ndugu zako, kama baba zangu. Mungu akamwambia Elia, amka. Alipoamka, amka, malaika anamwambia, iyapo mkate iyap kulakavala sikarusho sio mwisho. Mungu ana watu wengi, Mungu ana njia nyingi, Mungu ana connection nyingi. Mungu atainua hata milima itasema juu yako.

nilionyeshwa mahusiano ni yake, lakini yule benti nilionyeshwa yuko kwenye mahusiano, kuna mwanaume anataka kumwoa. Nikaonyeshwa ameshatukua roho ya kuishia njiani, ametukua roho ya kuishia njiani. Kuna mwanaume anatakiwa kumwoa, tayari roho ya kuishia njiani imeingia kati. Ni kweli, mwanaume ni kweli, mpaka juzi juma kushinda jana tu ameka- amekuja kutoka kazini. Amekaa siku mbili tatu. Akaniambia mama, kuna kitu nataka nikwambie. Eh, eh. Nikamwambia niambie. Niambie. Akaniambia mama, nataka nimesumu. Sinaona. Mimi mwongea naye hapa. Kama kuna roho ya kuishia njiani ameshafanyaje? Amshafiki kunambia sasa, sasa mkazi. Mama sio kazi, sio ni kazi mimi. Niombe vipi kuonewa? Don anaachana. Nilimwambia, akawa anachanga chele. Nikamwambia basi kwa sababu ni ghaswa kutoka siku siku basi. Lakini nilichoonyeshwa amesha tukua roho moja katika kazi anayefanya asifike, lakini pia umri wako wa pole umefika, tayari mwanaume ambaye alikuwa naye amesha chomolewa, roho ya kuishia njiani imeanzia pale. Na tayari anafurugwa, roho ya kuishia njiani afi. Kijana wako kama anafanya kazi

Akaniambia hamna, lakini nataka tu kufa, nataka ninywe sumu. Mkeshe kwa sababu yangu, mkeshe. Ndio sema, nakataa kuishia njiani, nakataa kuishia njiani. Kijana wangu asishie njiani, nimemsomesha kwa shida, asishie njiani, asishie njiani kwa kufa Asishie njiani. asi asi asi asi asi asi jani, jani. Si kwa jari asishie njiani kwenye madeni, asishie njiani kwa kutolewa kwa kutoa, asishie njiani, asishie njiani mume wangu, asishie njiani mke wangu asishie njiani. Tamka, tamka, tamka, tamka, sema nakataa kushia njiani, nakataa kushia njiani kwenye kuzani, sishie njiani, nisizike. Sema basi fire fire fire fire fire fire fire. Wangapi wanamkumbuka Elisha wa madenia? Elisha yule

Nje. Nakumbuka tulikuwa na ujeni hapo kanisani, kuna mzungu alitutembelea. Sasa pale nje amekufa kabisa, yaani kwa mtu aliyemwona mtu aliyekufa, amekufa. Baba akawa anaandika na kitabu, kumwombea, kumwombea, alikuwa anamwombea pale nje. Mimi niko pale nje, nimefika, saa mzungu asimama, alikuwa na ubinzuri, anambia, bwana ngoja nikakaa kwanza

kweli alifungwa hapo eh, nakumbuka baada ya kuletea taarifa eh, baada ya kuona mwanao amekufa na mtoto tumboni eh, wakamwambia sasa, huyu ni kunyooshwa wapi mochwa ni wanji weu. Akasema hapana, mwenyekiti godu ametumwa eh, na baba na naombee nco tuendelee tu tuakilishe, tutoke naye huko, lakini lazima afikishwe pale pamoja a amepoa, atoe tu majibu. Wakaja wakaja, mkaanza kumombea hapo nje, wakaanza Anyumba amda sana kwa sababu kilikuwa tunaishi ndio gili uko pale ndani tusisumbue. Lakini ibidi tumuingize tu ndani. Tulipomuingiza paka madhabahu pale yule mzungu akamno. No. Sikuika na msalaba wako hapo. Akaacha madhabahu. Akaacha. Ulimfanya tu moja hivi. Eliza aliwamwaga watu kule. Pamoja na mauti ya ndugu yake. Ndio kitu tunachokua. Eh, tulikuwa hapo. Kanisa hapo chini. Nikasemaje?